Awwalan usikum wa nafsi bitaqwa Llah ta'ala azza wa jalla wa ta'atih. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislam, awali yote ni wahusie pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata yale aliyotuamrisha na kujiweka mbali na yale aliyotukataza.

Basi bila shaka yoyote hakika tulimtuma Musa pamoja na miujiza yetu, na tukamwambia an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur. Na hii ndiyo ilikuwa kazi ya mitume wote, kwamba uwatoe kaumu yako, uwatoe watu wako katika giza na uwapeleke katika nuru. Lakini wadhakiruhum bi ayyamillah, na uwakumbushe juu ya masiku ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani katika hayo kuna ishara ya wale wenye kusubiri na wenye kushukuru. Ukiangalia mufassirin Imam Ibn Kathir rahimahullah anasema hapa, uwakumbushe masiku ya Mwenyezi Mungu, wadhakiruhum biayamillah, makusudio hapa ni wakumbuke zile fadhila za Mwenyezi Mungu, neema ambazo Mwenyezi Mungu amewapa, hususan ile ya kuwaokoa kaumu ya watu wa Musa kutokana na vitimbi na adhabu ya Firauni, na Firaun na majeshi yake wakazamishwa na Mwenyezi Mungu. Hapa ndio makusudia wadhakkirhum biayyamillah, na uwakumbushe masiku ya Mwenyezi Mungu. Hii ni moja kazi ya mtume aliyepewa Nabii Musa ni kuwakumbusha katika masiku ya Mwenyezi Mungu, yaani zile fadhila ambazo Mwenyezi Mungu aliwapatia kaumu ya Nabii Musa. Nimefungua hotuba yangu kwa aya kama hii kwa sababu na sisi Waislamu wa zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam

kwenye hukumu ya Mwenyezi Mungu ni miezi kumi na miwili yauma khalaqa as-samawati wal ardh, tangu usiku ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mbingu na ardhi. Idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu ilikuwa ni miezi kumi na miwili lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi kumi na miwili minne katika hiyo ni miezi ambayo ni mitukufu Mwenyezi Mungu akasema dhalika dinu qayyim, hiyo miezi kumi na mbili ikiwemo miezi minne ambayo ni mitukufu hiyo ndiyo dini iliyokuwa sawasawa. Kwa hiyo, watukufu wa Kiislamu, mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelezea miezi hii minne mitukufu ni ipi. Mmoja katika miezi hiyo minne mitukufu ni mwezi ambao tuko nao hivi sasa na ndio <coughs> maana nikasema hii ni miongoni mwa fadhila kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameendelea kutufadhilisha sisi waja wake moja ni kudiriki miezi mitukufu kama mwezi tuliokuwa nao hivi leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia miezi mitukufu ni mwezi wa Dhulqa'dah, mwezi ambao tuko nao sasa hivi leo ni mwezi mbili Dhulqa'dah mwaka 1446 Hijria, lakini Mtume akasema na mwezi wa Dhulhijja mwezi unaofuatia, mwezi ambao makunjaji wanaenda maka kuhiji lakini na mwezi unaokaatia ambao ni mwezi wa Muharram, lakini na mwezi wa Rajab mudhara ambao unapatikana baina ya Jumada na Shaaban. Hii ndiyo miezi minne ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelezea, ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika ahiri. Kwa hiyo jambo la msingi la kuzingatia kwamba tuko katika mwezi mtukufu. Kwa hiyo hotuba yetu ya leo insha Allah itaangalia kama tuko katika mwezi mtukufu ni nini hasa sisi Waislamu tunabidi tufanye? Ni mazingatio gani tunapata tukio katika mwezi mtukufu, ili sije wengine wakachukulia mwezi mtukufu kama huu ni kama tu mwezi mwingine ambayo inatudiriki sisi Waislamu, bali watu watambue fadhila na neema kubwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia sisi Waislamu kwa kuhudiriki mwezi mtukufu kama tulivyohudiriki hivi leo mwezi huu wa Dhul Qa'adah. Jambo la kwanza la kuzingatia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Al-Qasas, anasema wa rabbuka yakhluku ma yashau wa yakhtar, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaumba vile atakavyo lakini na anachagua vile atakavyo. Hili ndio jambo la na kwanza la mtu kuzingatia akisikia mwezi mtukufu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaumba vile anavyotaka yeye lakini anachagua vile anavyotaka yeye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ndiyo amechagua mwezi wa Dhulqa'dah, kama mwenyewe alivyosema minha arba'atun hurum, kwamba iko minne ambayo ni miezi mitukufu mmoja wapo ukiwa ni mwezi wa Dhulqa'dah. Kwa hiyo Allah subhanahu wataala ndiyo amechagua mwezi wa Dhulqa'dah kuwa mwezi mtukufu. Kwa hiyo kama yako masiku kwenye kalenda ya kawaida ambayo masiku haya yamekasiniwa enda na uongozi fulani kama ni wa kiserikali wa waki kinchi wa kidunia, kama jana ilikuwa kidunia, ni siku ya mapumziko, siku ya Mei Mosi, imechaguliwa na wanadamu wakakubaliana, kwamba leo ni siku ya kuadhimisha wafanyakazi duniani. Ila jambo la kwanza la mwislamu kuzingatia, kwamba Allah anasema yeye anachagua na anaumba anaoitaka huu mwezi kuwa mwezi mtukufu, jambo la kwanza la mtu kufahamu kwamba mwezi huu umekasimiwa kuwa mwezi mtukufu na aliyeumba mbingu na ardhi. Na hilo peke yake linakupasa wewe muislamu uogope na uchukue tahadhari zinazotakiwa kuchukuliwa, ujiepushe na yale ambayo yanatakiwa mtu ajiepushe nayo, na ufanye yale yanayostahiki kufanyika katika mwezi mtukufu kama mwezi huu, huu ambao ni mtukufu mwezi wazomkana, hilo ndio jambo la kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, anaumba na anachagua mwenyewe anavyotaka, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqta. Tena Allah anasema, ma kana lahu min khiyar, hakuna kiumbe ambaye ana khiari. Mwenyezi Mungu akishaamua kwamba mwezi huu ndio huo mwezi mtukufu, hakuna ambaye anaweza kuuliza kwa nini sio mwezi uliopita au mwezi huu. Allah ndio ameamua, amepanga mwezi huu kuwa ndio mwezi mtukufu. Kwa hiyo sisi kama Waislamu jambo la kwanza Tunakumbushana kwamba mwezi mtukufu Kiislamu aliyefanya kuwa miezi mtukufu ni aliyeumba mbingu na ardhi ni Allah mwenyewe. Anasema yeye ndio anaumba vile anapotaka na anachagua vile anapotaka kwa watukufu wa Kiislamu. Na, na, na, aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kusisitiza mambo haya haya kwamba wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, kwamba haii kwa muumini mwanaume au mwanamke, idha qada Allahu wa rasuluhu amran pale Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanapoamua jambo fulani, ayakuna lahu al-khiyaratu min amrihi. Kwa hiyo hii ni khiari, yani kaidha tufanye ama tusifanye, kama Allah ameshauka simia na amefanya mwezi huo kuwa mwezi mtukufu. Mtukufu, mtukufu. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha kwamba miezi minne mitukufu ni pamoja na mwezi huu wa Dhulqa'adah. Kwa hiyo yakufanyika katika mwezi mtukufu na yakuwashwa katika mwezi mtukufu kwa muislamu au muumini wa sawasawa hayawezi kuwa ni khiari kwake. Ii, hili ndiyo jambo la kwanza la kuzingatia kwamba Allah ndiyo amefanya mwezi huu kuwa mtukufu. Kwa hiyo hii inapasa itupe sisi uzito wa kuuheshimu mwezi huu, lakini pia kufanya yale ambayo Allah anataka tuyafanye kwenye mwezi huu na kuacha yale ambayo hayataki, kwa sababu hii sio khiari kwetu sisi. Hili ndiyo jambo la kwanza la kuzingatia katika mwezi mtukufu kama mwezi huu wa Dhul Qa'adah. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, katika aya tuliyosoma mwanzo, jambo la pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema minha arba'atun hurum, kwamba ndani ya mwaka kuna miezi minne ukiwemo huu wa Dhul Qa'adah, ambayo ni miezi mitukufu, akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi cha kufanya nyinyi kama Waislamu, basi msijidhulumu nafsi yenu katika hiyo miezi minne, kama mufasirina wengine walipopita katika kwamba miezi hii minne jambo jango la kufanya ni mtu asijidhulumu nafsi yake. Na wanazuoni wanatuambia matendo ya khairati katika mwezi ambao ni mtukufu yanabeba uzito mkubwa zaidi kuliko miezi mingine ya kawaida, lakini vile vile maasi ambayo mtu anayafanya katika mwezi mtukufu kama mwezi huu wa Dhul Qa'adah, ambao leo ndio kwanza mwezi mbili basi yanakuwa na uzito mkubwa zaidi maasi katika mwezi huu, ukilinganisha na maasi ambayo yanafanyika katika mwezi ambayo sio kama ug ambayo ni mwezi mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala, kila jambo alilolipa cheo akalipa utukufu, basi linakuwa limebeba uzito fulani. Ukilifanya jambo lile, basi thawabu inakuwa ni maradufu na ukimaasi Allah kwenye muda kama ule, basi inakuwa unapata madhambi maradufu katika muda kama ule. Kwa jambo la pili ni sisi kuchukua tahadhari moja katika kumaasi Allah Subhanahu wa ta'ala, madhambi ambayo yamekuwa ni kawaida kwenye mtaa na jamii zetu, watu kuingia kwenye ulevi, watu kuingia kwenye kamali, kuacha kuchunga mipaka ya Allah, kutokufanya faradhi za Allah, kutokuswali swala na mengineyo, basi katika mwezi kama huu madhambi kama haya yanakuwa ni mazito zaidi. Allah anatuonyesha mfano wa mambo matakatifu jinsi gani yanakuwa yanachukua uzito katika Suratil Hajj, akiongelea kwa mfano hiy matakatifu ambao ni Baitul Haram, msikiti ule ambao uko Maka, anasema inna alladhina kafaru wa yasudduna an sabili sabilillahi wal masjidil haram, hakika wale waliokufuru na wakazuia katika njia ya Mwenyezi Mungu na katika msikiti ambao ni Baitul Haram alladhi ja'alnahu sawaa lil'akifi fihi walbali, ambao Mwenyezi Mungu ameufanya kuwa ni sawasawa kwa watu wote, wale wageni na wale wakazi wa pale bali. Lakini Allah akasema wamanyirli bil bilhadi bidhulmi, na mtu ambaye sasa anafanya maasi na akajidhulumu katika katika ile nyumba ya Mwenyezi Mungu ambao ni takatifu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anatoa tahadhari, anasema nuhikum min adhabi kwamba mtu kama huyu atakuwa malipo yake ni kuonja adhabu ambayo ni haya. Ni malipo ya mtu kuto kuheshimu mambo matakatifu au miezi mitakatifu au mahali patakatifu ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametafanya kuwa ni matakatifu, kama vile ambapo mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala amefanya kuwa ni mtakatifu. Kwa hiyo mtu kuto kuchukulia serious mwezi huu madhara yake yanakuwa ni makubwa, kama hapa Allah subhanahu wa ta'ala anavyotuonyesha kutokushughulia serious nyumba takatifu ambayo yeye ameikasimia kuwa mtakatifu. Kanakufanya hapa Mwislamu, kwa ukitambua kwamba mwezi mtakatifu kama huu wa Dhulqa'dah amali za khairati zinakuwa bora, cha kufanya kama Muislamu ni kujipinda katika kufanya mambo ya khairi. Unajitahidi kufanya ibada zako ndani ya muda, unajitahidi kufunga sunna za funga, unajitahidi kuwahi jamaa ya msikitini kusoma kitabu cha Qurani cha Mwenyezi Mungu, lakini unaachana na mambo ya maasia, kwa sababu mambo ya khairi yanakuwa na uzito zaidi kwenye mwezi huu, lakini na mambo ya maasia yanakuwa ni na mazito zaidi pia katika mwezi kama huo. Na hapa ndipo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akisema, tushindane wenye kushindana, falyatanafasil mutanafisun. Ndiyo mida kama hii ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anaikusudia hasa watu washindane

Mara nyingine tena baada ya kumhimidi Allah subhanahu wataala, na kumtakia ziada ya rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni niwahusie tena pamoja na kuhisia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wataala kwa kufata maamrisho yake na kuachana na yale ambayo ametukataza. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, katika hotuba yetu ya kwanza tulikumbushana mambo ya msingi matatu. Jambo la kwanza, kwamba sisi Waislamu tumepewa fadhila kubwa ya kuudiriki mmoja katika miezi mitakatifu ya Kiislamu, mwezi ambao tuko nao hivi sasa, mwezi wa Dhulqada. Na tukio katika mwezi wa Dhulqada tukaangalia nukta mbili muhimu. Nukta ya kwanza, utakatifu wa mwezi wa Dhulqada unatokana na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Allah ndiye ameufanya mwezi huu kuwa mtakatifu, sio kama vile siku nyingine au mwezi mwingine ambayo inafanywa na watu, labda siku ya mtu kuzaliwa inakuwa ni special au siku ya wafanyakazi inakuwa labda ni muhimu special, au siku ya uhuru. Hii ni siku ambayo aliyoichagua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo, hili tukasema ni la kwanza linalomfanya mtu basi achukulie kwa umakini na usiri wote uzito wa mwezi kama huu. Lakini jambo la pili tukaangalia dalili, ni kwa nini mwezi kama huu, ambao mwezi mtukufu, matendo ya khairati yanabeba uzito mkubwa zaidi lakini pia matendo ambayo ni maovu yanakuwa ni mazito zaidi katika mwezi kama huu. Jambo la tatu ambalo pia tutaangalia manufaa yake mwezi mtakatifu. Jambo lingine ambalo ni jambo limekatazwa katika mwezi mtakatifu ni kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Jihadi kwa necha yake ni jambo zuri la feli, na Mwenyezi Mungu amelisifia sana akielezea swala la jihadi. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Baqara:

Huenda mkachukia jambo fulani, wa huwa khairul lakum, lakini likawa ni na heri, kwa kwa jihadi kwa nicha yake kupambana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni jambo la heri lilopewa uzito mkubwa na Mwenyezi Mungu. Ameita jambo ambalo linawapa watu uhai. Anaambia, anawambia Waislamu katika surati Tauba, ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi war rasul idha da'akum lima yuhyikum. Kwa nini? Nalowapa uhai, lakini katika mwezi mtakatifu kuonyesha umuhimu wa mtu kutulia kumkumbuka Allah kufanya matendo ya khairati katika miezi mitakatifu. Kuanzisha vita kwa waislamu Waislamu kuanzisha vita katika miezi mitakatifu ni jambo ambalo limekatazwa, kuonyesha uzito wa miezi hii pamoja na fadhila kubwa ambazo anapata mtu katika mambo haya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kulingana na mambo haya katika sura al-Baqara, anasema yasalunaka 'anil shahri al-haram qitalun fihi wanakuuliza juu ya miezi mitakatifu, kupigana katika miezi hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema kul kitali fihi kabir, kwamba kupigana katika miezi hiyo ni dhambi kubwa. Katika miezi mitakatifu kama hii, waislamu kuanzisha jihadi katika miezi kama hii ni jambo ambalo ni dhambi kubwa, na hai haimusi. Yote hii mtu apate nafasi ya kumwenyewe kujiangalia nafsi yake ahesabu nafsi yake kama ni mtu ana mpango wa kwenda hija aanze maandalizi ya kwenda hija. Kama mtu hana nia hiyo basi akae na angalie ni, ni jambo gani analitanguliza katika mwezi kama huu ambao ni mwezi mtukufu. Haya ndio makusudio mpaka Waislamu wakakatazwa kupigana katika mwezi kama huu kuanzisha mapigano katika mwezi kama huu watukufu wa Kiislamu. Cha ajabu, Allah subhanahu wa ta'ala anawakataza Waislamu kuanzisha mapigano na makafiri katika mwezi kama huu. Ila sisi Waislamu sisi kwa sisi, hakuna jihadi hapa leo Tanzania, ambao labda mtu anapigana kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu, lakini huu ni mwezi wa mtu kujitathmini. Je, wewe huo ugomvi ambao unapigana na mzazi wako huo ugomvi ambao unapigana na ndugu yako wa karibu, umekatazwa. Wewe Muislamu, wamekatazwa Waislamu kupambana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika mwezi kama huu, ila wewe kama Muislamu ndio unakuwa mstari wa mbele mwezi kama huu katika kupambana na wazazi wako, katika kugombana na ndugu zako, kugombana na watu ambao haina haina faida yoyote katika Islam. Hivi kweli unafanya lile nayotakiwa kufanya katika mwezi huu, au unafanya kinyume? E, yale ambayo ya anatakiwa kufanya katika mwezi huu? Ni mwezi ya mtu kufanya kinyume ya mambo kama haya, badala ya kuwa katika mstari wa mbele, kuwa kinara kwenye ugomvi, ili yashinde na mzazi wake na ndugu yake na muislamu mwenzake huu uh, ni mwezi wa wewe kuangalia ni jinsi gani unapatana na mzazi wako, ni jinsi gani unapatana na ndugu yako wa damu. Kama kupigana na makafiri imezuiwa katika mwezi huo, wewe usiwe kinara wa kugombana na mzazi wa. wako kupigana na ndugu yako muislamu wa kupigana na wa. kugombana na, wa. na watu kijiweni pasipokuwa na sababu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha ni mazungumzo ya aina gani, kwama mazungumzo mengi ukiangalia kwa jumla wake kijiweni katika maofisi katika migahawa ni mazungumzo ambayo hayana faida. Allah anasema katika surati Nisaa kasoro mazungumzo ya hampuni tatu na wa 114 anasema na khaira fi kathirin min najwa, kwamba hakuna khairi yoyote katika milongona na mazungumzo mengi yanayotokea baina ya watu kwa siri kwenye vijimwe vya vili kahawa kwenye vijime vya dawa na hali kadhalika. Anasema na khaira fi kathirin min najwa, hakuna khairi kwenye minongono ya sampuli nyingi ambayo inatokea mahali pengi, isipokuwa ya sampuli tatu, na illa man amara bi sadaqatin, minongono ya khair kama inatokea kweli kwenye vijiji au kwenye maofisi, hususan katika mwezi kama huu ambao ni mwezi mtukufu. Mwenyezi Mungu anatoa exception ya minongono ya aina tatu, mazungumzo ya aina tatu ambayo ndio yanakuwa na khair. Anasema illa man amara bi sadaqatin, isipokuwa yule ambaye anaamrisha kufanya sadaqa, kutoa sadaqa au maarufu au mambo ya kheri au islahi baina lnas au kusuluhisha baina ya watu waliogombana. Sasa watukufu wa Kiislamu, jambo hili la mwisho lilokatazwa katika mwezi mtukufu haliko kwetu, sawa? Jambo la kupambana labda kati katika dini ya Mwenyezi Mungu katika mwezi kama huu, lakini wewe mtu unapambana na Muislamu mwenzako kama kupambana na kafiri, imekatazwa mwezi kama huu, wewe unakuwa kinara kupambana na mwenzako kwa sababu ya kitu ambacho hakina na Allah anatuambia milongono ya kheri, aidha mtu unaamrisha sadaka, mambo mema au unapatanisha watu. Hii milongono ya aina mitatu basi ndio inakuwa milongono ya kheri. Mwenye kufanya milongono kama hii ya tatu kwa kutafuta radha za Allah, basi mtu kama huyu atakuwa na malipo ambayo ni mazito sana. Kwa watukufu wa Kiislamu, tuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie tuweze kuchukua kila faida ambayo inapatikana katika miezi mitukufu kama huu mwezi ambao tumeujiriki, mwezi wa Dhul Qa'adah, kwani hakuna katika sisi ambaye ana uhakika atajiriki mwezi mtukufu unaofuata wa Dhul Hijjah au mwezi mwingine wa Dhul Qa'adah mwakani kama huu. Kwa hiyo wewe Muislamu, ukipatwa na mwezi kama huu, Mwenyezi Mungu amekupa fadhila ya kuujiriki mwezi mtukufu kama huu aliyoufanya yeye mwenyewe kuwa ni mtukufu, una kila sababu ya kufanya mambo ya feli, kujaza mizani yako katika mwezi kaa, kwa kusoma Qur'ani, kuzidisha afkari, kupatanisha baina ya watu waliogombana, na kama wewe mwenyewe ndio mgomvi, basi kutafuta suluhu ya ugomvi ambao uko nao. Haya ndiyo mambo ya kufanya kwenye miezi kama hii. Kwa watukufu wa Kiislamu, tukumbushana nukta ambazo tumezizungumza leo. Jambo la kwanza na kwamba huu ni mwezi mtukufu miongoni mwa miezi minne mitukufu ambayo Allah subhanahu wataala amenichagua. Huu ni mwezi mtukufu, utakaofuata utakuwa mwezi mtukufu na utakaofuata utakuwa mwezi mtukufu, kwa maana Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram, miezi ya mwisho wa mwaka yote ni miezi mitukufu, na mwezi wa Rajab ambao utakuja hapa baadaye insha allah. Hilo ndiyo jambo la kwanza, na utukufu wake umewekwa na Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo hii inatupasa sisi itupe uzito kwa kuheshimu. Lakini jambo la pili, mambo ya khairati yanabeba uzito mkubwa sana katika mwezi mtukufu, lakini mambo ya kumaasi Allah yanakuwa pia yanabeba uzito zaidi ya miezi mingine katika miezi kama. Lakini jambo la tatu, pamoja na kuwa kupigana kumekatazo kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu katika miezi mitukufu, basi kupigana baina yetu sisi kugombana baina yetu sisi Waislamu, mtu na ndugu yake, mtu na mzazi wake, mtu na muislamu mwenzake, inakuwa ni mbaya mno kwenye miezi mitukufu kama mwezi huu ambao tunao kwa watu wa Kiislamu. Kwa haya machache, tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu ni wenye kusikiliza maneno na tukafuata yaliyokuwa mazuri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima